Waziri mkuu mheshimiwa Kasim Majaliwa ametoa mwaliko huo jijini Dar es Salaam wakati akifungua jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Vietnam lilohudhuriwa na rais wa Vietnam mheshimia Trong Tan-Sang na kuwakutanisha ujumbe wa fanyabiashara kutoka Vietnam na wa kutoka hapa nchini Over the above, the In zaidi ya faida nilizozitaja kuwekeza Tanzania kunawahakikishia soko la zaidi ya watu milioni mia tatu waliopo mashariki na kusini mwa Afrika, ambako kwa kuwa mwanachama wa Sadek na Afrika mashariki inanufaika na makubaliano ya kibiashara. Kwa kuongezea, Tanzania ni lango la Angola nchi sita zisizo na bandari mashariki na Afrika ya kati ambazo ni jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi na Uganda. Kwa hiyo, kuwekeza Tanzania kunatoa fursa ya kupata masoko ya bidhaa katika nchi hizo pia. Investing in Tanzania therefore gives you the the advantage and the opportunity to access market on all these countries. Akizungumza katika hafla hiyo, rais wa Vietnam Mheshimiwa Trong Tan Sang amesema nchi yake ipo tayari kushirikiana na Tanzania kwa manufaa ya nchi zote mbili, na kuwataka wafanya biashara wa Tanzania kutafuta fursa za uwekezaji katika nchi yake. Amesema anategemea jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Vietnam litakuwa na matokeo mazuri, hasa katika kubaini fursa za uwekezaji katika nchi zote mbili, na kuwahakikishia ushirikiano wake kwa Watanzania watakaonyesha nia ya kuwekeza nchini kwake. Mapema mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF Dr. Reginald Mengi alisema Tanzania inavutiwa na mafanikio ya Vietnam hususan katika sekta ya kilimo, usindikaji vyakula na viwanda vya nguo na kusisitiza kuwa ujio wa rais huyo na ujumbe wake utatoa fursa kwa Tanzania kujifunza mengi kutokana na uzoefu wao. Mathalani katika sekta ya kilimo izingatiwe kuwa nchi zote mbili zinalima mazao yanayofanana. Kwa sababu hiyo, nchi zetu zinaweza kushirikiana katika kufanya tafiti za kuendeleza kilimo hicho ili kuiwezesha Tanzania kuvuna mazao mengi kama kahawa, korosho, mchele, mihogo, matunda na karafuu. Kutokana na ushirikiano huo, tunategemea Tanzania itapata mafanikio makubwa katika usindikaji bidhaa za kilimo kama ilivyofanikiwa Vietnam. Vietnam, katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na biashara, Tanzania na Vietnam zimetiliana saini makubaliano maalum yanayolenga kuboresha na kurahisisha mawasiliano ya kibiashara na uwekezaji baina ya nchi hizo mbili na kuwezesha kutambua vikwazo vya kibiashara ili kuviondoa.